Mzazi ambaye atakuwa hajaleta mtoto tunamkamata, na ndio maana nimekuja na polisi, mmemwona polisi, tutamkamata na tunaenda kumfunga. Sasa muende kule mnakokaa, muambie mkuu wa wilaya amesema, nataka wanafunzi wote wanatakiwa kwenda shuleni, wawepo shuleni, na tusione mtoto amebaki nyumbani. Hata kama hana viatu aje shuleni. Mmenelewa vizuri? Watoto usilii wale wazazi ambao hawajaleta watoto, utaletewa taarifa na maafisa elimu kata na watendaji wa kata. Kamata kamata kabisa. Mmeelewa nyie? Muende mkawaambie wa waje wapi kesho. Nakuja hapa na, tukitoka hapa kwenye vitu vijiji wote pamoja na watendaji wenu na watendaji wa kata. Tokeni maofisini, piteni kwenye kaya ambazo kuna watoto wanatakiwa kwenda shule, iwe darasa la kwanza iwe darasa la awali iwe fomu Ifikapo Jumatano watoto wote wameripoti shuleni. Awe hana uniform alipoti shuleni. Hana madaftari alipoti shuleni. Hana viatu alipoti shuleni. Kuanzia Alhamisi tunaanza kupita kwenye shule. Mwenyekiti wa kijiji ambaye tutakuta watoto hawajafika shuleni na we upo, tutakuchukulia hatua. Kama kuna watoto wako kwenye machimbo wanachimba, hapa Nyamungu tunachimba madini. Ambao anatakiwa kuwa shuleni. Waje shuleni. Hapa naambiwa watoto 26 ndio wako darasani kati ya watoto 118. Haiwezekani. Leo tumekuwa na ugeni hapa wa Mheshimiwa DC kwa ajili ya kuhimiza wanafunzi na wazazi wote kuhakikisha kwamba watoto wanakuja shule. Kwaio tumepokea maelekezo na tumeenda, tunaenda kuyatendea kazi kama alivyoelekeza, na kuanzia kesho watoto wote watakuwa shuleni kama mkuu wa wilaya alivyoelekeza. Wanafunzi wa kidato cha kwanza waliochaguliwa ni wanafunzi 311, kutoka kwenye shule nne tofauti na mpaka sasa wanafunzi walioripoti ni wanafunzi 85. na bado tunaendelea kupokea wanafunzi wengine ambao tunaamini kufikia kesho, ambao ni mwisho wa kuripoti, robo tatu ya wanafunzi watakuwa wameshaingia shuleni. 2026 shule imepangiwa wanafunzi 118 wa kike 56 na wa kiume 62. Jumla ya wanafunzi waliokwisha kuripoti kidato cha kwanza kufikia tarehe 16 ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa walikuwa wanafunzi kumi kati ya wanafunzi mia moja kumi na nane leo amefika ishirini na saba.